Kwa hiyo ulikuwa unapanga kunidanganya mpaka lini? Unazungumzia nini? Usifanye hivyo, usinidharau kwa kujifanya ujui. Nimeona ujumbe Daniel wote. Ulipekua simu yangu. Hicho ndiko unachojali sasa, sio kwamba umelala na mwanamke mwingine. Sio kama unavyofikiri kweli, kwa sababu na kukosa mwili wako inasikika kabisa. Kama hivyo, ilikumaanisha chochote Inachekesha jinsi ya kimaanishi chochote kwako. Kumeharibu kila kitu tulichojenga. Ulikuwa bize kila wakati, umechoka kila wakati miata. Kwa hiyo ulinisaliti kwa sababu nilikuwa nimechoka, nikijaribu kuokoa uhusiano huu peke yangu. Sikulaumu, nasema tu mambo hayakuwa mazuri kati yetu. Basi unazungumza nami, hakwenda kutafuta faraja kwenye kitanda cha mtu mwingine Sikupanga ifanyike. Ilitokea tu. Ulipanga kila ujumbe, kila kukutana, kila uongo uliokuwa unaniambia ulipochelewa kurudi nyumbani. Na hapa bado nakupenda. upenda ukudangani matina kusema una mawazo tu, wakati nilihisi kuna kitu si sawa. Niliogopa kukupoteza. Umenipoteza pale ulipomchagua yeye. tafadhali, tafadhali, nitaacha nitafanya chochote tafadhali, usundoke chokote. Basi niambie, je, mimi nilikuwa wa kutosha kwako? Ndio, bila shaka. Basi kwa nini sikutosha kukufanya uwe mwaminifu? Sijui. sijui. Ndipo tatizo lilipo. Wewe hujui, lakini mimi najua. Najua nastahili mtu ambaye hahitaji kukumbushwa jinsi ya kuniheshimu. Basi ni hivyo, unakata tamaa tu. Hapana, wewe ndiye uliyekata tamaa. Mimi ninakubali tu ukweli. Sasa tafadhali usifanye hivi. Tayari ulifanya.